Amna hata ulinzi yoyote hapo, tunakuja tunawasha moto kumaamako. Afuta kanyaga safari kumaamamako madhafaka, we kumamamako, utakuja tu kumamako, utakanyaga kumala mamaako. Afu ambie si tupo sana kumamako, malaya mbovu wewe, anakuchukia kumamako na kuchukia wewe sijui mama Samia sijui nani nani, malaya wewe kumamako, malaya wa Kikwete na kuchukia na kampani yenu yote, machoko nyi. Nyi ndio mmefanya mpaka mmemuua babu kumamake, mmempea sijui mavidonge vya sumu sijui sindano, malaya nyi, kumamako zenu, mnafilwa filwa tu huko mnakaa tu mnakaa mnang'ania tu mamake, uongoza moyawezi, machoko nyi, kumamako zenu, afu safari mmeatimba sasa kumama kwa zenu so mnakaa mnangania tu, uongozi uongozi wenyewe amwawezi. Kumama kwa wanancha kwa wanancha hakutaki wewe, kwa nini unangania? Malaya wewe kumama mako jua unakela wewe, kumama mako wewe, malaya wewe. Oya wewe, afu mmeatimba sa kumama mama yako. Afu waambie na wenzio, sio mmezo ya kuteka, njoeni sasa hapa kumama mako, njoeni huku, njoeni huku kama mnaweza kumama kwa zenu, si tupo huku tunaishi kumama mako, njoeni huku kumaamaa kama mnayaweza machoko nyinyi, kama mna nyinyi mshazoea kuteka watu afu sisi ndio tupo sasa, afu ndio tushajitokea tunaongea kama hivyo. Malaya wewe ushazoea kufilwa, njoo sasa kumaamako, afu sisi tupo tunaishi. Na one day utayatimba, tutakuja huko huko kwenu kumamako na Ikulu wenyewe tunapiga moto malaya. Oya wewe, oya wewe, wewe subiri tu watu wa kiuli tu, tuingie tu, tu, tu hapo kati kumaamama yako malaya mbovu wewe, afu habari unayo sasa, afu sisi tunakuja huko kuma wewe.